Filamu ya Apocalypto, iliyoongozwa na Mel Gibson, ni hadithi yenye nguvu inayozungumzia jinsi ustaarabu wa Wamaya unavyoharibiwa katika mazingira ya vita, ujasiri na ukatili. Inazitazama kwa muda wa kawaida maisha ya kijana jasiri, Jaguar Paw, ambaye maisha yake yanabadilika pale kundi la wapiganaji wanaosifika kutoka mji wa kifalme linapovamia kijiji chake. Kwa ghafla, amani ya kijiji chao inaporomoka na familia yake inakuwa hatarini. Hatua hizi zinaonesha muktadha wa kihistoria wa utamaduni wa Wamaya kabla ya kuwasili kwa Wazungu. Jaguar Paw pamoja na familia yake anaishi maisha ya kawaida, lakini uvamizi huu unamfanya kuwa shujaa wa mazingira ya kutisha. Wanakijiji wanakabiliwa na uamuzi mgumu wa kupigana au kukimbia, lakini Jaguar Paw anachukua jukumu la ushujaa. Anapokamatwa, hadithi inachukua mwelekeo wa kusisimua unapofungua uso wa maisha magumu anayokabiliana nayo, akiwa na lengo la kuokoa wapenzi wake na kurudi kwenye maisha ya kawaida. Kwa kutumia mbinu za kijasiri, anajitahidi kuvuka vikwazo na hatari kubwa. Filamu hii inajitokeza kwa uhalisia wake, ikionyesha mila na desturi za Wamaya pamoja na umuhimu wa imani zao. Picha za mashamba ya msituni, mandhari ya asili, na viwango vya saikolojia ya maisha ya Wamaya vinapeleka watazamaji katika safari ya kihistoria. Aidha, matumizi ya lugha ya Kimayani Yucatec Maya yanasisitiza urithi wa kitamaduni na inakumbusha juu ya uhalisia wa enzi hizo. Taifa la Wamaya limepewa kipaumbele katika filamu hii na inatoa picha kubwa kuhusu ukosefu wa usawa na ukatili wa kijamii. Huonyesha jinsi jamii inaweza kuathiriwa na matendo ya waongozi wenye siasa mbovu. Ujumbe wa filamu hii unakata mizizi ya ujasiri wa binadamu unapokabiliwa na kiza na unyanyasaji. Huu ni mapambano ya mtu mmoja dhidi ya dhuluma kubwa na inasisitiza haja ya ustahimilivu katika hali ngumu. Kwa kumalizia, Apocalypto si tu filamu ya mapigano, bali